Mimi nimekuwa nikifuatilia maswali ya watu ambao wanauliza, lakini nimegundua kwamba, na kwa utafiti wangu, nimegundua kwamba watu wengi zaidi tunapenda maneno ya kufarijiwa kuliko uhalisia. Ndio maana unakuta mtu anauliza, vipi maoni yako, inaweza kafikia price hii? Yaani anahitaji maneno eh, ya kumshawishi, ya kumpa moyo, eh, kuliko uhalisia. Yaani watu tunatafuta kufarijiana, kwamba hii kitu inaweza kafika huku, lakini ni kitu ambacho hamna. Fanya utafiti tu, fanya utafiti wako. Na hiyo swala la domain, kiukweli, kwenye masuala ya domain watu wengi hawana elimu nayo, na ndio maana sijashangaa kwamba idadi kubwa wanapaya wajanunua domain. Kwa sababu gani? Kwanza hawana elimu na domain watu wanaodili kidogo na webs ndio wanaweza wakawa na elimu na, na domain. Watu wengi hawajui domain na hawajui mambo ya webs, hata tunavyosema kwamba Pai ni, ni, ni, ni, ni mfumo wa webs hii hawaelewi. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni vitu ambavyo lazima uwe mwenyewe una, una, unafanya utafiti. Si kila kitu lazima uje uambiwe na kiongozi kwamba vitu ni vingi kwa kweli kwenye, kwenye project ya pai kwao, watu hawawezi kuanza kuelezea kitu kimoja kimoja, tutakesha kwa sababu, kila kitu unachokiona kina uwanda wake mpana kabisa. Yani nje na pai kina uwanja mpana zaidi. Kwao ni vyema tukajikita tuka kwenye, kwenye, kwenye hii project kufanya mining na, na, na kufanya vile vitu ambavyo vinahitajika kuliko kuhitaji maneno ya faraja. Kwa kweli watu wengi wanahitaji faraja. Yaani kuna watu wengi sana unakuta mtu anauliza, "Hivi wewe unaonaje? Hii kitu itafika, unaona no?" Achana na yaani usipende mtu wa kufariji, uta, uta, utajazwa vitu ambavyo havina uhalisia. Fuatilia mfumo mzima wa Pai. Kwa kweli hakuna cryptocurrency ambayo imefanya makubwa kama Pai. Tumii kwa kweli, kwa maoni yangu. Paka hapa ilipofikia unaona nini? Ni achievement kubwa ambayo haijawahi kufanya na crypto yoyote ile toka crypto hizi zimeanzishwa hata Bitcoin yenyewe haijai kufanya achievement kubwa kama hizi za Pai. Unaona, kuna makampuni yanaingia yana kwenye kwenye project ya Pai. Leo hii kuna makampuni ambayo yalikuwa yapokei maripo kwa cryptocurrency, lakini yanaenda soon kupokea maripo kwa cryptocurrency. Kwa kwa kweli tu tuwapongeze wamekuja kuleta mageuzi makubwa kwenye kwenye cryptocurrency, ukiacha ile ambayo ile price ambayo tunaipambania, na na na hakika itafika, kwa sababu kitu kinacho kinachoifanya coin kuwa nani kuwa yani coin kuwa madhubuti ama kuweza kupanda e, thamani, nafikiri ni kigezo mojawapo kikubwa, ukiacha mambo ya demand and supply, ni, ni, ni, ni utility kwa kweli. Coin ikiwa inatumika ina, ina kwenye engo mbalimbali, kwa kweli inafanya iwe na, na, na na nani kubwa. Let's say tuchukulie BNB. Kwa nini BNB, BNB unaona ina ipo vizuri na price yake ni nzuri hadi sasa hivi? Kwa sababu BNB inatumika kwenye transaction fee. Kwa unaona kabisa eh, ina, kuna kuna kuna mahali inatumika. Lakini kuna coin zingine hazitumiki sehemu yoyote. Zipo hizo coin. Yaani hazina blockchain yake, hazitumiki kwenye kwenye fee, kwenye nini? Yaani zipo tu lakini unaona kabisa Pi eh, inaenda kwenye matumizi halisi kwa sababu coin nyingi ukiachi coin nyingi wanadai kwamba mfano Bitcoin wanasema ni utility, lakini hatuioni kwenye matumizi ya halisi kwamba uende sehemu ununue simu kwa Bitcoin, ununue hiki kwa Bitcoin ya. Sasa lakini Pi unaona inaenda kwenye matumizi halisi, yani inaenda kwenye huduma za za, za kijamii za kila kijami, siku, yani inaenda kwenye huduma ambazo tunazipata nje hata kwenye, kwenye nje ya mfumo wa, wa, wa, wa online si ndio? Kwa sababu tuna tunasema kuna, kuna, kuna watu wanauza nini? Wanauza viwanja. Sasa viwanja ni bidhaa ambayo unaipata nje na online ni bidhaa ambayo unaipata nje na, na, na, na kwenye mambo ya mtandao. Sasa leo watu wataenda kununua kiwanja kwa kutumia Pai, yani unaona inaenda kugusa zile activity za kila siku za, za, za, za wanajamii kwao. Tuseme kwa kweli, tupongeze cha kwanza like, pia nawahimiza fanyeni utafiti. Yani sio watu wa kusikiliza voice hii, tuna tuna tunahamasika, inakuja voice ina inakupa moyo, inakuja hii hapa ina inaleta kipingamizi. Fanya utafiti we, kama we, we, voice, ina, na, na maelezo ya watu, itakuwa ni kuongezea tu, ama utakaposikiliza maelezo, usishie tu kusikiliza maelezo, basi yale maelezo hakikisha na wewe unayachukua unaenda kuyafanyia utafiti. Nafikiri tutafika mbali kuliko hivi tunavongangania eh, kupewa moyo, kwa sababu wengi naona kabisa ni, ni watu wanahitaji kupewa moyo. Leo ni tarehe 16 ya Juni elfu mbili na ishirini na tano nimekutoleeni kivideo kifupi tu ambacho ni muhimu, ni muhimu katika maisha yako ya kila siku, hasa katika upande wa teknolojia. Hizo ni mimi ambaye nakutolea hii video mb mb md md Twende twende kazi katika kuiangalia hii video kwa usahihi kabisa fuatilia nyenzo ambapo naenda. Cha kwanza tunaingia katika upande wa setting, setting yangu mimi ipo huku. Unaingia katika upande wa setting, ukishaingia katika setting unakuja katika sehemu ambayo inaitwa connection. Ukifika katika connection, unaangalia sehemu ambayo imeandikwa more connection setting Moa connection setting, kuna kitu kinaitwa private DNS. Hii ndio inashika muhimili wa matangazo. Sasa unafungaje matangazo? Unaafungaje matangazo? Matangazo unafunga kwa kuweka hii, unagusa hii private DNS provider hostname na unaandika neno kama ilivyo litakalo a iwe katika apps yenye matangazo mengi muda wote. Yote unakuwa umeazuia, matangazo yote. Hii, kwangu mimi naweka hofu kama kawaida kwa sababu mimi naweka hofu kutokana kwamba mi, kuna matangazo mengine uwaga yananilipa, kwa hiyo mimi nina matumizi nayo baadhi ya matanga matangazo kuhusu. Aye, matangazo yanajitokeza kwenye pai, mi najua ni jinsi gani ya kuescape. Kwa hiyo tunakuja katika mtu mwingine ameshindwa kutafuta kwa kutumia e connection setting ameshindwa kutafuta connection kwa kutumia hii connection. Kwa hiyo unanakushauri, unakuja katika upande wa setting kuna kitu kinachokuwa kina search kama hiki. Hii searching unagusa, unaandika private DNS. Private DNS Ukiandika private DNS, hata kama ukiandika private dns private tu itakuja DNS. Ukigusa inakuleta kule kule nilipokuambia, na unafanya hatua ile ile kama niliyokuambia. Ukigusa tu hapo, takumbuka kwamba kuna provider ya DNS prov... hostname. Kwa hiyo una hostname unasevu inakuwa kazi imeisha, hakutokuwa na tangazo la aina yoyote. Narudia tena, hakutokuwa na tangazo la aina yoyote. Nyie mapayonea, mnaokuja matangazo yanayokuja katika simu zenu, hii nimekutoleeni video fupi ili kukomesha hili tangazo. Kwa hiyo hii ni tiba kwa wote. Kwa hiyo nyie madownloader ambao amujui ni jinsi gani ya kuwasaidia watu wenu. Njia ni hapo hiyo, mnaweza mkawasaidia. Niite bad boy, ni mshirikiaji katika masuala ya cyber crime yote, katika kesi zote za mitandao zinanihusu mimi, hasa katika swala hilo, waga naumia sana kwa kuangalia. Kwa hiyo nimekuleteni video fupi kwa mtu yeyote ambaye atakaye atakayehitaji huduma zangu kuhusiana hizo mi nitawasaidia tu e, bila chaji yoyote hasa katika usawa wa ushauri, ila kama huduma binafsi na husiana na masuala ya mitandao yenu ya kijamii, hiyo lazima ile kutoke. Asanteni.